Eliudi huyu Eliudi wana ni influencer leo ni MC, lakini tunatokea mtaa mmoja kabisa. Yani, sio utani, tunatokea wote Mbeya, lakini Mbeya mtaa mmoja na mimi, nilikuwa naenda kanisani, ni yani kanisa hili kwao, hapa kwao. Ni ndugu yangu, ulisema niseme kwamba tunatokea sehemu moja. Nafikiri watu watakuwa washaona, ni familia kabisa. Ni mimi hapa, mimi muelezea huyo mtu <laughs> au kama unawambia ni siri, niko hapo jirani yake <laughs> na yeah. Maji ya kwetu yalikuwa yanasumbua, tunachota kwenu leo yeah. Kabisa yeah. na kitu kingine ambacho atawajui tukio langu, wewe ni MC pia basi, eme yes ah uh, mimi ni balozi wa CRDB Bank na niseme tu kitu kimoja, ukiwa balozi wa CRDB huteseki kwa sababu vitu vinajieleza. Utasongei okay. sana ya yourself, na kizungu kinatoka. Imagine, uh, leo uh, kuna uh, tunazindua sim banking, ambao wanakuambia humu tu lakini angalia decoration. You can tell, kuanzia nje it's like a carnival. Ni wapongeze sana watu ambao wamefanya maandalizi na kila kitu, Dadangu Ikunda na wengine wengi Adamu, chakununa na wote Uh, mimi na mshukuru Mungu nimekuwa nazunguka duniani kote. Mwanzo nilikuwa napata tabu sana. Na ilikuwa ni kitu ambacho nilikuwa na vijana wangu wakiwa na shida wanataka pesa au kuna malipo yanatakiwa fanyike ofisini au kuna chochote, nilikuwa nikiingia kwenye ndege tu napumzika. Yaani wakipiga simu naambia fimbo ya mbali haiui nyoka, mnisubiri nirudi. Lakini sasa hivi wote wanaongea, ah, kiongozi ana sim banking unjue, kiongozi ana sim banking. Sasa niwe Burundi, Niwe hata nje hata nikiwa Marekani, mimi SimBanking yangu naweza nikamtumia mtu hela, kwa sababu namba nyingi ni hizi hizi ambazo za nyumbani. Kwa hiyo hata likwe, hata yani, kuna siku moja ndio imeniuma. Nilikuwa niko Los Angeles kama sikosei, nalipa luku nyumbani, yani nafurahia huduma, lakini naona jamani, this is too much. SimBanking imeniingiza kwenye matatizo, yani watu wananiambia swala la luku na mimi niko Marekani. So hiyo ni kuonyesha tu kwamba chochote kinawezekana ukishakuwa na sim banking, afu uona sasa umerahisishiwa kazi ya wewe kufanya miamala, afu bado miamala ni yako, unafanya mambo yako, lakini zawadi pia ni zako. Umenelewa? sijui yani hizi IST new model sijui Harrier sijui simu hizo iPhone wa, wa, wanafunzi, wazee wa selfie wa kujipoza, yani zote ni za kwako. Kwa hiyo benki namba moja ni CRDB Bank, lakini pia lakini pia nikurahisishie tu zoezi, ni very easy. Ukiwa na na na, na sim banking, yaani haya mambo ya kulipa, tunalipa bili za maji, sio uzunguke au uteseki. Ukiweka tu mita namba yenyewe, kama wame, inajua unadaiwa bei gani, unatakiwa ulipe bei gani, inamaliza. Kwa hiyo niseme tu kwamba benki ni CRDB bank na sim banking ni muhimu sana ukaitumia. Sitakuwa na mengi sana ya kusema kwa sababu CRDB inajieleza yenyewe, ila nilikuwa na kazi moja ambayo nimepewa na na timu ya marketing, wakaniambia <laughs> Rei, tunataka jingo ya ya, ya CRDB, uh, sim banking humu tu. Nikasema kazi ni yangu, lakini kutengeneza jingo tutatengeneza wote. Kwa hiyo hapa, producer, hii clip ndo nitampelekea mimi, ila hii jingo tunaiandika wote, kwa sababu jingo, ujue shida sio kuelezea vile vitu, sababu vote, si unajua shida ni kupata huku. Yani kupata chorus ndo muziki yanto, kiingia studio, kabla hujaanza chochote, kwanza watu wataimba sehemu gani, unawaza mamba, huyu hapa mamba. Umepata wimbo, ndo unaanza vesi. Sasa kwa mimi nikipata chorus au huku, nimemaliza nataka iwe up tempo kidogo hiyo na speed. Kwa nomba mnisaidie jamani, kazi ni yangu lakini undugu kufana mtu naa kitu kidogo tu yani, umu tu umu tu twende twende, sema umu jamani, umu, umu umu, akutumamia mala tuko sawa, kulasi imepatikana. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Mtalipwa mimi lakini mmetunga nyinyi. Asante.